Kitendo cha kihalifu ambacho kinaweza kufanywa na watu, kikundi cha watu, mtu, taasisi au kampuni, na kitendo hicho lazima kiwe kimeharamishwa na sheria za nchi au sheria ya mamlaka husika. <mulia> Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ndio yenye jukumu la kusimamia na kuendesha mashauri yote ya makosa ya jinai. Basi mamlaka hiyo tumeitoa wapi? Mamlaka hiyo tumeitoa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 59B ambayo inaenda kusoma pamoja na kifungu cha tisa cha sheria ya huduma za mashtaka. Na katika sheria ile imemtamka mkurugenzi wa mashtaka kuwa na mamlaka ya usimamizi na uratibu wa mashauri yote ya jinai na chunguzi zote za jinai kupitia vyombo chunguzi. Lakini pamoja na jukumu la usimamizi na uendeshaji wa mashauri yote ya jinai mahakamani, isipokuwa tu kwenye zile mahakama za kijeshi. Kwa mujibu wa sheria ya huduma za mashtaka, mkurugenzi wa mashtaka ana uwezo wa kukasimu mamlaka yake kwa maafisa walio chini yake na watatekeleza majukumu kwa, kwa niaba ya mkurugenzi wa mashtaka kwa maeneo mahususi ambayo atakuwa amewakasima mamlaka hayo. Na ndio maana, kwa sababu sasa hivi kesi nyingi zina zinaripotiwa matukio yanaripotiwa, utaona kwa zile kesi zinazokwenda mahakamani, utasikia wakili wa, wa serikali, mwendesha mashtaka, basi wale wote wanafanya kazi kwa niaba ya mkurugenzi wa mashtaka. Makosa ya jinai ni mengi, kama mnavyofahamu, tuna sheria nyingi na karibu sheria zote ndani yake imetamka baadhi ya mambo kuwa ni makosa ya jinai. Mfano tu kwa uelewa wa wote kwa ujumla, kwa wananchi kufahamu, mfano makosa ya wizi, makosa ya rushwa, makosa ya ubakaji, makosa ya uharibifu wa miundombinu, aidha ya umeme, ya reli, ya maji, ya barabara makosa ya hujumu uchumi, makosa dhidi ya wanyamapori, makosa dhidi ya misitu na makosa mengi mengi mengi yametamkwa kwenye sheria zetu na kuharamishwa na kupewa adhabu. Kwa kuwa sheria zinatamka makosa, basi sheria hizo hizo pia zinatamka adhabu katika makosa hayo ya jinai. Fano, tunaweza ukaadhibiwa kuanzia sifuri mpaka kunyongwa kulingana na aina ya makosa. Unaweza ukapewa fine, unaweza ukapewa ukaambiwa ulipe fidia kwa wahanga, unaweza mali zako zikachukuliwa, kama umeshtakiwa na kosa la utakatishaji fedha na chunguzi za kifedha zimefanyika, ili kurudisha sasa kile ambacho umesababishia serikali ya sara kwenye mamlaka zake na inaweza kabisa kupelekea wewe ukafungwa vifungo mbalimbali mbali, kama nilivyosema awali, na kunyongwa, kwa sababu bado kwa mkosa kama ya mauaji kunyongwa mpaka kufa bado ni adhabu ambayo inatambulika kisheria. Tunaiona kwamba jinai ndio yale nilikuwa nazungumza, ni kitendo cha kiharifu ambacho tayari kinaharamishwa na mtu anaweza kutiwa kutiwa hatiani na kupewa adhabu kwa jambo fulani. Lakini makosa ya madai ni yale ambayo ni migogoro kati ya mtu na mtu, serikali na taasisi nyingine, serikali na mtu, ambapo haipelekei yule mtu labda kufungwa au kupelekwa jela au kulipa faini, lakini inaweza pia ikaisha kwa namna nyingi. Kufuatia mabadiliko ya sheria na miundo ya ofisi, ikazaliwa ofisi nyingine ya wakili mkuu, ambapo ofisi ya wakili mkuu yenyewe ina mamlaka ya kufuatilia makosa ya madai pamoja na makosa ya usuluhishi, yani arbitration, na sisi upande wa ofisi ya taifa ya mashtaka tunafanyia kazi makosa ya jinai. Sasa ofisi yetu ya mashtaka ina tovuti ambapo kiandika tu neno Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwenye, kwenye utapata tovuti yake, ambapo sasa pale utaona namna ofisi, kiasi cha takwimu ambapo ofisi zetu inafungua mashtaka, inapokea mafaili kiasi gani, mashtaka gani yameenda mahakamani, kesi ngapi zimeendeshwa na mafanikio kama ofisi ambapo tunayapata. Kwa hiyo ni vizuri mkatembea tovuti hiyo Ukiacha tu kupata takwimu katika tovuti ile, lakini pia unapata elimu na kupata mrejesho wa kesi mbalimbali ambazo watu wamekuwa wamefungwa, na mrejesho huu unatoa pia picha ya kesi namna ilivyokuwa na adhabu ambazo mtu amepewa. Ni waase, mi, kwa hiyo niwaase tu jamii kwa ujumla, tujiepushe na vitendo haramu, tujiepushe na vitendo vya kihalifu kuepuka kufungwa, kupigwa faini au mali zetu kuchukuliwa.